Turejelee taarifa yetu ya hapo awali ambapo dereva marehemu mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were, mlinzi wake na watu wengine watatu ndio washukiwa punde zaidi kukamatwa kuhusiana na mauaji yake. Idadi waliokamatwa kuhusiana na mauaji ya mbunge huyo ikifikia tisa, huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema polisi wanachunguza magenge ya uhalifu yaliyohusishwa na mauaji ya mbunge Were. Hebu sasa Franklin Wala atupe maelezo kuhusu msako uliofanywa usiku kucha kuwatafuta washukiwa. Uchunguzi wa kuwasaka waliohusika na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were unazidi kupamba moto, washukiwa zaidi wakinaswa. Mlinzi wa marehemu kwa jina Alan Omundi Ogola na dereva Walter Owino na washukiwa wawili zaidi wakizuiliwa kwenye msako usiku kucha. Msako huo ulianza eneo la Mihango mtaani Kayole. Mshukiwa wa kwanza kukamatwa alikuwa Denis Sewe Munyasi, mshukiwa huyu akiwaelekeza polisi kwa mshukiwa Edwin Oduor Odhiambo maarufu kama Abdi Rashid, eneo la Boston Miang'o. Edwin naye alipokamatwa aliwaelekeza polisi kwenye chumba chake ambacho mshukiwa amekikodi kwa miezi miwili tu. Pekua pekua za polisi zikaibuka na jipya hapa. Kulipatikana bastola mbili na risasi tisa kulikuwa pia na viatu na mkoba unaoaminika kuwa mshukiwa William Imoli alikuwa nao siku ya tukio. Hii ni kwa mujibu wa picha za CCTV zinazochunguzwa. Washukiwa hao waliwataja baadhi ya washukiwa wanaozuiliwa na kusema waliahidiwa kulipwa baada ya uhalifu. Mlinzi wa mbunge Charles Were hapa akitajwa mlinzi huyo alikuwa ametajwa awali na mshukiwa William Imoli. Mshukiwa Imoli aliwaeleza polisi mlinzi huyo alimlipa shilingi elfu themanini kuwafikisha watu fulani maeneo alikopigiwa risasi marehemu. Madai haya yanachunguzwa na ni miongoni mwa madai yaliyowafanya polisi kumkamata mlinzi huyo pamoja na dereva. Polisi walifika nyumbani kwa mlinzi huyo Alan Omondi mtaani Udhiru kuendesha upekuzi zaidi, huku simu za dereva na mlinzi zikichukuliwa kwa uchunguzi. Baadhi ya wa washukiwa wanadai tayari walikuwa wamelipwa shilingi elfu mia nane na hamsini kwa sarafu za dola. Baadhi ya pesa zilipatikana chumbani kwa William Imoli, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema baadhi ya wa waliohusika walikuwa wandani wa marehemu Uchunguzi wa mauaji haya pia ukitaka kubaini aliyepanga na kutoa pesa zinazotajwa. Hii ndio sababu afisa mkuu serikalini anachunguzwa kuhusu mauaji haya, polisi wakitafuta msururu wa pesa kuanzia mwanzo. Kufikia jioni ya leo, mshukiwa mwingine mkuu aliyehusishwa na kesi hii kwa jina Abel Ocheng amekamatwa jijini Nakuru na kufikisha idadi ya washukiwa kuwa tisa washukiwa waliokamatwa leo wanasubiri kufikishwa mahakamani. Vitu vyote vilivyopatikana katika operesheni hii vitafanyiwa uchunguzi zaidi, huku wapelelezi wakiwatafuta washukiwa zaidi. Franklin Wala, runinga ya Citizen, kutoka Miang'o, Kayole.